Kuna watu mna ndoto, mna ndoto za mafanikio katika maisha, lakini adui amefanya kila analoweza kuhakikisha hizo ndoto zinakuwa ngumu kufikiwa. Leo Bwana atakutia nguvu, leo Bwana atakusaidia, leo Bwana atakushika mkono. Utazifikia hizo ndoto, utazifikia hizo ndoto. Amen. Imeandikwa, mwivi haji ila aibe, achinje, aue na kuharibu lakini Bwana amekuja atusaidie atutie nguvu atushike mkono ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tena. Ninaona mapepo waliokuwa na kusumbua na kuachia saa hii, amen. Ninaona wachawi waliokuwa na kunyanyasa wamekuachia saa hii, amen. Ninaona vizuizi vilivyowekwa mbele yako vinaanguka saa hii, amen. Ninaona ukuta uliosimama kukuzuia unabomoka saa hii, amen. Ninaona milango iliyokuzuia inafunguka saa hii ninaona waliosimama kuzuia mafanikio yako anakuachia njia saa hii. Anakuachia saa hii. Yale mageti ya kishetani yaliyozuia breakthrough ya kiuchumi katika maisha yako yameng'oka, kwa neno la Bwana yameanguka, yameanguka, yamesambaratika, ya milango inafunguka. Pesa inakuja kwenye maisha yako saa hii. Pesa inakuja kwenye maisha yako saa hii. Amen. Pesa inakuja kwenye maisha yako saa hii. Amen. Pesa inakuja kwenye maisha yako saa hii. Amen. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Pesa inakuja kwenye maisha yako saa hii. Amen. Yes. Yes. Rapa kato. Pokea umilionea kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Pokea kuinuka. Amen. Ay ay ay ay. Bwana ameachilia nguvu ameshuka akutie nguvu akusaidie akushike kwa kon mkono wake wa kuume, mkono wa ha haki yake, ili uwe na uzima kisha uwe nao tele.